Karibu ndugu mtazamaji, popote ulipo na karibu sana katika makala maalum kabisa, makala ambayo nimeweza kukuandalia katika kituo chetu hiki ambacho tutajifunza mambo mengi kuhusu lugha ya Kiswahili. Katika kituo hiki cha Swahili Global Media, tunanuia kujifunza lugha ya Kiswahili, lugha tamu, lugha ambayo inatuunganisha sote sisi watu wa Afrika Mashariki, Afrika nzima na sasa ulimwengu mzima pia. Katika kituo hiki cha Swahili Global Media tunanuia pia kujifunza masuala hasa ya kimsingi za dini ya Kikristo, na hii inalenga hasa watoto wetu ambao wanakulia katika nchi za ughaibuni, nchi ambazo hasa zingine hazifunzi kabisa masomo ya kidini katika uh, mitala yao. Sasa inakuwa ni vigumu kwa watoto wetu kupata kujua uh, masuala ya kidini na hata kuelewa katika lugha ya Kiswahili uh, katika ibada wanapoenda ibada za misa na mambo kama hayo katika uh, mazingira yao. Pia vivyo hivyo, katika kituo hiki tutajifunza mambo mengi kuhusu kujitumbuiza: methali semi, hadithi za kupendeza na za kusisimua za bunilizi na mambo mengine mengi. Usikose basi kujiunga nasi kila siku ya Jumapili na siku ya Jumatatu katika makala yetu tamu ya lugha na masuala ya kijamii ambayo yanalenga pia malezi ya watoto wetu hawa wanaokuwa katika karne ya ishirini na moja. Usikose pia uh, kubonyeza kitufe cha kujisajili wenyewe wanasema subscribe, ili pindi tu nitakapoweka ni video basi, wewe uweze kuipata mara moja na kupata uhondo maalum kutoka hapa kwetu katika kituo ambacho hasa ni kitovu chemichemi ya Kiswahili sanifu ambacho tunajifunza katika Swahili Global Media. Basi usikose kuandamana nami kama nilivyokuambia, ni mimi wako mwalimu Nyundo, nikiwa napeperuka hewani na lugha hii tamu kabisa kutoka Marekani, jiji la Seattle. Haya, tutakutana basi wakati mwingine nitakapoanza kukutolea msururu wa video za kujifunza Kiswahili. Andamana nasi katika kituo chetu na makala yetu mapya.